Aimefurahi na shukran sana kwa kunikaribisha, nimefurahi sana kwa mara kwanza leo hii nimeingia kwenye studio za UFM. Kwa mara ya kwanza, kwa mara lakini kwanza, sauti yako okay, okay, imeshasikika yeah, mara zaidi ya elfu moja yeah, yeah, lakini kuingia sasa kwenye studio zenyewe yeah, kwa mara ya kwanza eh, eh, sana sana kwenye hilo mm, ambao limewakuta hapa eh, nawashukuru pia, na bila shaka kama ulivyosema uji wangu sio wa kawaida, ndio nimekuja na jambo ambalo uh, naweza nikasema ndio kwanza nanyi mnalipata hili na mtapata kulitoa hapa kwa wasikilizaji uh, wetu ambao wanatusikiliza hivi sasa pia. Sawa sawa, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, nikwambie tu kwamba huyo ni Mohamed Kabwanga, afisa habari wa shirikisho la soka kule Zanzibar ama ZFF. Tutakuwa naye hapa uh, kwa ajili ya kutujuza uh, mambo mengi sana, kumbuka Mapinduzi Cup. Ndo watu wanataka kufahamu, msimu uliopita wa Mapinduzi Cup tulishuhudia timu za taifa ndio walikuwa washiriki, kama niko sahihi, eh, Kabwanga. Kwa hiyo watu wanataka kufahamu, kwanza tuanzie hapo. Mapinduzi Cup, msimu huu 25, 26, michuano ipo ya michuano ipo na nathibitisha hilo, sababu nimekuja hapa kwa niaba pia ya kamati ya habari na hamasa, ndiyo, ya kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo nimekuja kwa kofia mbili hapa ukiachilia, okay, mbali kuwa afisa wa habari uh, wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar. Ndiyo. Lakini haya ni mashindano ya mapinduzi ambayo ni ya serikali ambayo ndani yake huundwa kamati pia na wizara mm-hmm. Kwa maana ya serikali ndio ambayo inakuwa na mamlaka sasa ya kuyasimamia, kuyaratibu na kuyaendesha pia mashindano haya ya kombe la mapinduzi. Kwa hiyo mm-hmm. Nami nimebahatika kuwemo kwenye kamati ya habari na, na, na hamasa kwa hiyo kwa niaba ya kamati hiyo pia uh, imenipa baraka ya kwamba bwana E, watizi watu sasa hmm. Waambie watu kuhusiana na mashindano haya kombe la mapinduzi kwamba e, safari yapo sasa, ule wasiwasi waliokuwa nao kwamba pengine hii na hivi. Kwa hiyo la kwanza la kuchukua hilo. Ilo, e, kwanza mashindano yapo 2026, Mapinduzi Cup 2026 yapo, na niseme tu kwamba mashindano haya yanatarajia kuanza Uh, mwishoni mwa mwezi Disemba mm. na fainali yake itakwenda kufanyika tarehe 13 ya mwezi Januari. Sasa. Na hiyo imekuwa ni kawaida kila mwaka kwa mafainali tunaishia tarehe 13 uh, Januari baada mm. tare tu mm -hmm. mm. ya kumaliza sherehe za kombe la mapinduzi tarehe 12 13 kinapigwa. Na yatafanyika Unguja. Yatafanyika Unguja kama ulivyosema, msimu uliopita yalifanyika Pemba. Na yalikuwa kwa ngazi ya timu za taifa, lakini safari hii niseme tu kwamba itakuwa ni vilabu. Sasa. Kwa ni vilabu na matarajio ni kwamba timu zitakuwa nane, na kwenye timu hizo nane mm. kuna timu zitatokea pale visiwani Zanzibar, kuna timu zitatoka uh, Tanzania bara, lakini kuna timu nyingine pia zitatoka nje ya, ya Tanzania maanake nje ya nchi. Hivi tunavyozungumza mm. kuna maombi mengi kweli kweli mezani mm. kwa timu ambazo zinataka kushiriki mashindano haya ya kombe la mapinduzi 2026 na, na timu kubwa barani Afrika, yaani Af- Afrika Mashariki sio tu Afrika Mashariki. Yeah. Sio tu Tanzania bara sio Zanzibar. Ndiyo. Hapa anazungumza timu kubwa barani Afrika nazo zimeleta maombi uh, kutaka kushiriki mashindano hayo mm. ya kombe la mapinduzi mwaka 2026. Kwa hiyo, maombi ni mengi na hii inaashiria ni kwamba tunakwenda katika mashindano ya mwaka 2026 yanakwenda kuwa ni mashindano ya mfano, mashindano yenye msisimko wake, mashindano mm. ambayo yatakuwa na utofauti mkubwa sana ukilinganisha na mashindano yaliyopita. Kwa hiyo mm. wadau wa wa soka e, wapenzi mashabiki, wakae mkao wa kula kuyapokea kwa mikono miwili mashindano ya Mapinduzi Cup mwaka 2026. Sawa. So, uh, timu kubwa ambazo zinatajwa hapo, ili ukitaka kuzifahamu na ukitaka kufahamu kuhusiana na ratiba ya mapinduzi pamoja na michakato yote, uh, lini labda wadau watauliza, eh, mtatarajia kufanya sasa ile press kwa ajili ya kwenda kuwajuza haya yote ambayo wanakiu nayo kutaka kuyafahamu? ya yeah, ni swali zuri. Jumamosi eh, ya tarehe kumi na tatu mm. eh, kesho kutwa tutafanya uzinduzi eh, ambao uzinduzi huo sasa itakuwa ndio rasmi tunakwenda kutaja majina ya timu ambazo zitashiriki mashindano haya kwa sababu tayari tushajua idadi kwamba zitakuwa timu nane na zitatoka Zanzibar, Tanzania bara na nyingine nje ya, ya, ya Zanzibar. Nje ya Tanzania, niseme mm. hivyo nje ya Tanzania sasa, timu gani ipi itatambulika siku ya Jumamosi, maana yake tutataja kwamba nani na nani mm. e, wamepata hiyo nafasi e, ama wamechaguliwa ku, ku, kuingia kwenye mashindano ya mwaka huu mm. kwa hiyo Jumamosi zitatajwa timu Jumamosi hiyo pia e, vitatajwa viingilio mm. lakini vile vile hata zawadi zitatajwa siku ya Jumamosi na hmm, bila kusahau wadau wakubwa wanatushika mkono, ikiwemo wadhamini na wale ambao tutakuwa nao kwa mwaka 2026 pia tutaweza kuwataja na hatujafunga milango. Tunafahamu ukubwa wa mashindano ya kombe la mapinduzi, ni jukwaa kubwa ambalo mashirika wadau mbalimbali mbali, huwa wanakimbilia pale. Kwa hiyo bado milango hiyo hatujafunga, maana yake ni kwamba wapo ambao tutawatangaza, hmm, siku hiyo ya Jumamosi, lakini bado kutakuwa na fursa na wengine pia eh, kabla ya mashindano kuanza, tutawapokea na tutakwenda nao pia kwa mashindano ya mwaka mm huu -hmm. sawa. Uh, kwa mtu ambaye anajaribu kutathmini mapinduzi kwanza, toka michuano ya mapinduzi imeanza isha kupita mwaka haijai kufanyika, ya wa kumbukumbu imeanza 2004, na kumbuka mwaka 2006, uh, haikufanyika na 2009 ndio, lakini ukitoa miaka hiyo kuanzia 2014, kwa maana ya 15 ikafanyika, 16 ndio kaijafanyika, 17 imefanyika, 18, 19 ikaijafanyika. Eh, kuanzia e, hapo ikafanyika mpaka mara mwisho mwaka jana, tukaenda kwa mfumo tofauti kidogo, ilikuwa mm. timu za taifa na Zanzibar Heroes ndio ikawa bingwa. E, maana yake e, hii inaashiria nini, inaonyesha mm. kwamba hata kukiwa na changamoto ya aina gani. Ndiyo. Haya mashindano yatafanyika mm -hmm. katika msimu ambao ulikuwa na changamoto mwaka jana, na changamoto nyingi sana lakini tukapambana. Viwanja Unguja pale vilikuwa vinatengenezwa, unafahamu, tukasema tutakwenda hata Pemba tutaenda kucheza pia, tukaenda kuyacheza kule Pemba na nashukuru, mashindano ambayo yalifana yalipendeza, ilikuwa watu hawaamini kwamba timu za taifa nazo zinaweza kuleta mvuto yanaweza yakawa yaka, yaka, yaka, yaka mashindano mazuri mm. Lakini akachezwa, tumeona namna ambavyo ilivyokuwa, watu walikuwa wa ni wengi na ni Pemba, na mwisho wa siku tukafanikiwa katika kile ambacho tulichokusudia, lakini mwaka huu mm. Tunarudi katika mfumo wetu ule ambao tulizoea wa vilabu na nithibitishe kwamba mashindano hayo yataendelea kuwa bora na atafanyika pia mm. Uh, moja kwa moja kitu gani ambacho kinakuwa na uh, manufaa zaidi katika michuano hii ya mapinduzi yani, anakuwa analeta impact gani kwa timu za Unguja. Ukiyazungumzia okay, mashindano ya mapinduzi na Pemba, niseme au Zanzibar kwa Zanzibar una, una, unataja kama kombe la dunia hivi mm-hmm. Maana yake ni kwamba vilabu vya Zanzibar e, wachezaji wa Zanzibar pia e, hata wananchi pia, lakini twende kwanza katika upande wa vilabu kwanza. Vilabu vile vinapopata nafasi kushiriki mashindano haya kwao ni fursa, kwa wachezaji kwa sababu ukweli usiofichika wachezaji karibu wengi au wote Zanzibar wanapigana, wanacheza, wanatoka jasho, wana malengo lakini mm. moja kati ya malengo namba moja ukiwauliza na kumwambia nataka niende nivuke maji, maake ajacheze huku, wakiamini kwamba uwekezaji wa huku una utofauti kidogo na uwekezaji mm. wa kule Zanzibar, hata kimaslahi pia. Kwa hiyo unakuta wanayatumia mashindano haya kwa sababu yanaonekana lakini licha kuonekana kuna huo mseto wa mchanganyiko wa timu ambazo zinatoka bara zinakuja pale manake kucheza nazo, wale wachezaji wanaonyesha vipaji vyao wanaonekana. Na ukifanya takwimu utaona, yakimaliza mashindano ya mapinduzi, namba ya wachezaji kutoka Zanzibar wanaokuja hmm. kucheza bara ni wengi kila mwaka, na sasa hivi ukifanya utafiti karibu kila timu ya ligi ya, ya Tanzania bara ndiyo, hakosekani mchezaji kutoka Zanzibar hmm, na zao ni mashindano haya ya kombe la mapinduzi, kwa sababu ndio sehemu ambayo wanaonekana kwa muda mfupi, lakini vilevile wanawadhihirisha vile vipaji walivyokuwa navyo. Kwa hiyo hmm, unakuta ikifika kipindi kama hiki, Mlandege ambayo inacheza katika ligi inabadilika, ndio unakuta inakuja kucheza fainali pale na mnyama, mnyama ndio siu inakuja kucheza na mfano na Yanga, wanakomaa wanacheza wanaonyesha kuna kitu wanakitafuta, na, na, na, na hayo yote ndio yanakwenda kuchagiza ile chachu ya utamu wa mashindano yenyewe. Yanakuwa sio mashindano rahisi, kwa sababu hata hizo timu za Zanzibar ambazo zikipangwa na timu yoyote ndiyo, na wao wanakaza, kwa maana ya wanaonyesha kile ambacho wamekidhamiria kukifanya. Kwa hiyo faida mojawapo ni kwamba wachezaji wetu wanapata fursa Eh, ya kununuliwa wanapata fursa ya, ya kuonekana na timu nyingine mbalimbali, lakini vilevile chengine inafungua eh, hata uchumi wa wananchi hmm, kule Zanzibar kwa sababu eh, watu wengi wanatoka huku wanakuja Zanzibar, wenye mahoteli watakodisha eh, vyumba, wafanya biashara watauza, kwa hiyo unakuta ile economic watu wanapata kupitia sport. Uh, ukiashiria mbali upande mwingine kwenye utalii mm -hmm, kuna sport tourism pia ambayo, uh, Zanzibar inaendelea kutajika kuonekana vivutio, pia kupata watu kwenda mm -hmm. kutembelea kwa hiyo michezo inakwenda kutangaza mpaka utalii pia. Faida ziko nyingi sana, tukizungumzia kile kinachopatikana kupitia mashindano ya kombe la mapinduzi haya mm -hmm. uh, msikilizaji wa UFM kama ndo kwanza unajiunga nasi kule kwenye YouTube channel, najua wadau wengi tu tayari wamejiunga mapema, lakini wewe ambaye pia unatusikiza katika frequency mbalimbali, huyo uliotoka kumsikiliza hapo ni Mohamed Kabwanga, ambaye ni afisa habari wa ZFF, tukiwa tunagusia kuelekea kwenye michuano ya mapinduzi eh, mwaka 2026. Yes, ni 2026 fainali 2025. E, yale kwa inaanza mwishoni, naanza. Kwa mfano tunaanza mwishoni mwa mwezi huu mwa Desemba 25 lakini anatambulika 26 kwa sababu yanakwenda kumalizia 2026, ndio fainali yake. Kwa sababu aliyopita tuliacheza 2025 Januari Pemba. Eh. Sasa haya ni 2026 ah, eh, japo yataanza mwishoni mwa Disemba hmm, lakini yanatambulika mashindano ya 2026. Sawa haya habibati, amis nimekuona eh, akiwa anatufuatilia maha eh, Said Shadraki Machilika, wengi tayari wameshajiunga kwenye YouTube akina Emanuel eh, Daud eh, na wadau wengine wengi. Lakini nimekuambia hapa studioni tunaye Mohamed Kabwanga, kama una swali lolote Eh, yeah, we aliandike hapo na sisi tutalisoma tutamuuliza Mohamed eh, Kabwanga, au unasemaje Mohamed? yeah, eh, nipo kwa mm. jina Mohamed Simbaoranga upo. <laughs> nipo kwa jina langu hey, huundo yeah. mchambuzi tajiri yeah. Yeah. eh, Mohamed Mohamed, mna swali lote la mapinduzi ah kubwa ni na, nafikiri ni kitu ambacho tumefurahi kurejea kwa vilabu ndio, na msimu uliopita maanake timu ya taifa kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo e, lakini kwa ushindani ambao upo nafikiri kila mtu anafahamu, na ndio maana ukiangalia ma, mapinduzi kila msimu inapofanyika mm. lazima nyota mbalimbali mbali kutoka pale na kuja bara. Tumeshuhudia nyota wengi akina fei hawa, ni kutokana na mashindano kama ambayo ametokea pale Zanzibar e, wengi wametokea katika mashindano ya yale. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi naona ni mashindano ambayo yamekuwa na umuhimu. Labda swali la kuuliza ni kwamba e, safari hii e, ule utofauti utakuwa vipi au ni bado mapema kuuliza ile swali? ah, sio mapema uh, utofauti kila, kila miaka kunakuwa na tofauti uh, manake utofauti unaanzia kwenye, kwa mfano tulipotoka, mnakumbuka nyi bingwa alikuwa anapata milioni kumi, kumi na tano, huko hmm, tulipotoka huko, lakini kadri miaka ilivyokuwa inazidi kwenda mbele utofauti ukaanza hmm, kuonekana tukaanza kuona, kuona, kupata utofauti kwanza kwenye miundo mbinu hmm manake alipoingia Dokta Mwinyi pia miundombinu ikabadilika, kiwanja tulikuwa tunacheza miaka sita nyuma mm. sio kile ambacho tunacheza hivi sasa. Kwa hiyo huo pia ni tofauti. Tukaja kwenye zawadi pia, mwaka mwaka uliopita tulibingwa kuondoka na milioni 100 na zawadi za nyota ya mm. so, mchezo kwa hiyo eh, kuna hizo zawadi za nyota ya mchezo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kila miaka inazidi kwenda mbele eh, utofauti una, una, na mimi naamini hata mashindano ya mwaka huu niwaambie tu kwamba kutakuwa na utofauti mwingine mkubwa, na tutarejea chochote kutokea hususan katika upande hu wa, wa, wa, wa zawadi. Kwa hiyo eh, watu wakae mkao wakula, Jumamosi patakuja kutangazwa kila kitu hapo mm. zawadi <laughs> eh? Eh? wenyewe wanahitaji, siku hizi mjini kuna, kuna misemo ya mjini imeingia hii, wenyewe wanahitaji hii yeah? so, ukiacha fursi, kuna fursi mzigo upo wa kutosha No? Eh... kutosha kabisa. Kwa hiyo safari mzigo utakuwa kutosha e, zawadi za kutosha na tunaamini, kwa sababu e, kadri miaka inavyozidi kwenda mbele basi ay, haya mashindano yanazidi kuwa bora zaidi. haya kuhusumu mfyomi mm-hmm. Amefurahi anasema uh, leo mmegusia Mapinduzi Cup uh, kwenye Ulive. Suleiman Mohamed, mwenyekiti, anasema tuko pamoja na msikiliza. Kabwanga anasema uh, nukta kwa nukta kuna mmoja ametoa ombi hapa, anaitwa Hussein Omari anasema, Kabwanga, tunaomba TRA United mwalike ili hilika na bui <tipas> <tipas> wawepo. Hussein Omari bwana, tumepokea hiyo, tuna maombi mengi sana kama nilivyosema, yani tuna maombi mengi sana ambayo Juma eh, Mosi ndio tutafungua tuta, tuta sasa nani na nani ambaye atakuema, ata, ata katika hayo mashindano asubiri Jumamosi, yaombe dua apige <tipas> <tipas> <tipas> uradi kwa wingi, sawa. <tipas> <tipas> so. eh. Basi tukushukuru sana Mohamed, hmm. eh, Kabwanga, na naamini eh, mengi umegusia, labda kwa kumalizia tu eh, ili wadau wajiandae eh, na mapinduzi. Kwanza niwashukuru na, na UFM pia eh, kwa nafasi hii ambayo mlionipatia kuja hapa kuwatizi watu kuambia kwamba nini kinatarajiwa kina kuja kutokea kutu, ama kujiri hivi karibuni, nawashukuru na, kwa hilo pia, lakini chingine ni kwamba wadau wa soka, wapenzi eh, wa burudani ya mpira wa miguu tunafahamu ubora wa mashindano ya kombe la mapinduzi yanapochezwa Zanzibar. mm. wale wapenda mpira huwa wanasafiri wanatoka Zanzibar, wanatoka, miku, wanatoka e, bara huku mikoani na sehemu nyingineo, wanakuja Zanzibar, au ndio wapenzi wanaumwa na mpira. Kwa hiyo mi naamini kupitia mashindano ya mwaka huu na ukubwa wake Mdia, watatuunga mkono nani waombe watuunge mkono, waje visiwani Zanzibar, timu zao kubwa zitakuwepo huko bila shaka wakae mkao wakula katika hiloayarani hey. <laughs> <Kubwa, laughs> Afrika <laughs> timu kubwa zitakuwepo. Wewe unatamani kuona timu gani salama inalipo kwenye mapinduzi? Timu kubwa, unatamani timu gani, alikwe Mamelodi ata ata nani ataka kasha cheza pale kwenye uwanja wa Newman, kwa hiyo ana ufahamu sasa hivi. Morocco iyo umekwenda umetoka Afrika Kusini umekwenda Morocco. Kuna interest. Kwa hiyo kule umefuata ziki hapa Mayele Mamelodi, umefuata nani au alikisasa? Eh, <laughs> kweli alkisasuhtari kweli kweli, hey, sija kuelewa kidogo. Kwa hiyo ilibidi tu nifungue hiyo kodi. Uh, Banyanya anasema leo kwa kweli nimefurahi sana kumuona Mohamed Kabwanga nilikuwa simfahamu kumbe ndio huyo. Hakika hiyo live mfanya jambo la maana sana, sema kumwalika leo studio, Banyanya Zimbwe Junior kutoka Kigamboni Mwembe Mtengu. Uh, Mariba Rafael anasema naomba kuuliza hapo studio, rais wa ZFF amesema timu nyingi zimeomba kushiriki mashindano. So rais huyu uh, ni, afisa habari yeah, usichanganye hapo madauni, afisa habari wa ZFF anasema kwa nini wasiongeze idadi ya timu ziwe kumi na sita

Namuelewa, uh, uh, yeah. Lakini pia ambayo chupu chupu, yeah, wacheze Zanzibar yeah, yeah. Lakini pia kwenye hiyo hoja, namna fulani hivyo wanatakiwa kuendelea kuota vitu vikubwa zaidi, mm, kama wanataka kuendelea kuifanya hiyo biashara kubwa, yeah, pia kuwaza vitu vikubwa namna hiyo, na wewe unaotaga vitu vikubwa yeah. Haya, msikilizaji, hivi sasa ni saa kumi na nusu jioni, tutarudi